Tanzania inavyojiweka kimkakati soko la nishati safi barani Afrika. Lakini wenye viti wa mitaa wa simulia, Balala Kaushadamu waeleza kasi ya wananchi kupeleka malalamiko ya kuibiwa na kudhalilishwa mitaani kutokana na mikopo, wa pambana kusuluhisha wahusika, ni baada ya BOT kuingilia kati hiyo. Eh, ni Balala Kaushadamu eh, wenye viti wa mitaa wa simulia. Lakini kwa nini ukabidhi chumba cha gesti saa nne asubuhi? Hiyo ni habari ukurasa 11. Lakini bado kuna habari nasema, dhamana ya Nicole ya jana mapya. E, dhamana ya Nicole ya jana mapya. lakini shilingi e, bilioni 27.3 kuboresha vituo vya afya mikoa saba. Shilingi bilioni 27.3 kuboresha vituo vya afya mikoa saba, e, vituo vya afya mikoa saba. Lakini Othmani Dorothy watoa ya moyoni Wasira atia eh, mguu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele na kitukia, na gazeti la Mwananchi tuangazie eh, ndani ya gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye nanza na habari inaosema mabaki yaliyeuawa kwa magunia ya mkaa yakabidhiwa rasmi kwa ndugu. Lakini Uthmani afunguka viongozi kuzuiwa kuingia Angola, na kamati ya bunge ya ipa tano TPA ongezeko la mapato bandari ya Tanga na Viagra yatajwa chanzo cha maradhi ya figo. Viagra yatajwa chanzo cha maradhi ya figo, lakini migodi isiyo rasmi ilivyo kaburi kwa wachimbaji. Migodi isiyo rasmi ilivyo kaburi kwa wachimbaji, lakini kasi ya upimaji DNA watoto yaongezeka. Kasi ya upimaji DNA watoto yaongezeka. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam na tukiachana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza na habari inasema tume ya wataka waendesha BVR e, Dar es Salaam kufuata sheria za kutunza vifaa. Lakini daraja la mto Kogatende, e, suluhisho la kudumu la utalii na uhifadhi Serengeti. Daraja la mto Kogatende suluhisho la kudumu la utalii na uhifadhi Serengeti. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Samia apongezwa maboresho makubwa bandari ya Tanga. E, Rais Samia apongezwa maboresho makubwa bandari ya Tanga. Mikoa 16 kunufaika na nishati ya joto ardhi. E, mikoa 16 kunufaika na nishati ya joto ardhi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Wasira, CCM hakitavumilia yoyote atakayebainika kutaka kuvuruga amani. Wasira sema sisi familia yoyote atakayetaka kuvuruga amani. Lakini bado kuna habari inayosema Mwananchi. Eh, kiberege wamlalamikia mkandarasi daraja la Mkasu. Wananchi kiberege wamlalamikia mkandarasi daraja la Mkasu. Habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwanahabari. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele linaanza na kamati ya bunge yavutiwa na jengo jipya kamati ya Bunge inavutiwa na jengo jipya WMA wenye viti eh, vuma ampongeza Rais Samia, serikali na WMA. na bandari ya Tanga yazidi kuleta ufanisi, bandari ya Tanga yazidi kuleta ufanisi. Kamati ya Bunge yaridhishwa na utendaji wa TPA eh, kwa maboresho makubwa katika bandari hiyo, lakini kakosa eh, ametoboa eh, pongezi kwa serikali TPA kwa juhudi kwa zilizofanikisha ongezeko la ufanisi wa mapato bandarini lakini shilingi bilioni 429 eh, zilizowekezwa kuendelea kuongeza ufanisi mkubwa wa bandari pamoja na kuliongezea tija ya taifa. Ukurasa wa nne tasafu ya ongeza mahudhurio eh, ya kliniki na shule. Lakini umeme joto ardhi kuunganishwa gridi ya taifa 2030 lakini tukiachana gazeti la Machinga tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye arobaini na saba TAKUKURU Temeke yanika ya kilichojiri CCM Kigamboni. Lakini Dodoma Geita zaja na majimbo mapya ya uchaguzi. Lakini kasi Majaliwa, amani mshikamano ni nguzo ya taifa. Mkemia aongeza ufanisi bandarini napatikana ukurasa wa pili, inasema mkemia ongeza ufanisi bandarini, usajili wa vibali biashara ya kemikali vya paa. mitanda mitambo ya bilioni 18.4 yaongeza ufanisi. Yule habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini mwanasiasa mwingine autaka, autaka uraisi Tanzania yazidi kung'aa kimataifa. Wasira atoa neno, wapinzani kuzuiliwa Angora, ni habari ukurasa wa saba kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini tukiachana gazeti la habari leo, tuangazie kwenye gazeti lako la uhuru Linaanza na habari inayosema Wasira aonye wanaotaka kuvuruga amani na umoja. Lakini Kasim Majaliwa, viongozi wa dini liombeeni taifa. Huyu ni waziri mkuu Kasim Majaliwa asema viongozi wa dini liombeeni taifa. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele linaandika serikali kuzitatua changamoto kijiji cha Mpapa. Huyu ni Dr. Mwinyi asema serikali kuzitatua changamoto kijiji cha Mpapa. Lakini Dr. Mwinyi afanya uteuzi, watano wakamatwa wakituhumiwa kuvuruga uandikishaji daftari. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar leo, ukurasa wa mbele lakini tukiachana gazeti la Zanzibar leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Darasa Huru linaandika hofu ya Chadema ACT ni wagombea wa CCM2. lakini marekebisho ya kanuni wa bunge wa CCM matumbo joto, vijana wamshukuru mwenyekiti Rais Samia, wasema sasa umefikia muda wa kupata sura mpya lakini Dr. Mwinyi atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu. Na kwenye gazeti lako la Tumaini linasema historia ya timia Bagamoyo parokia na majimbo ya, ya moro za za. Lakini padri akemea wasaka uongozi wa rushwa. Hiyo ni habari ya ukurasa wa pili kwa gazeti lako la Tumaini na gazeti letu la Nuru na lenyewe ukurasa wa mbele linaandika tuwafuturishe waliopo magerezani wafungwa mahabusu 1570 kufunga Ramadhani. Hao ni wa magereza Ukonga na Segerea na maweni, napatikana kwenye gazeti lako la nuru. Lakini kirinjiko Islamic kiazidi kupaa, pia napatikana kwenye gazeti lako la nuru. Lakini tukachana sasa na gazeti lako la nuru. Tuangazie kwenye kurasa za michezo kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari na andika Samata nje kagoma ndani ya Taifa Stars. Lakini Simba yamaliza hasira kwa Dodoma Jiji, yaitandika kichapo kizito cha goli sita kwa sifuri. Huku Kibu Denis yakiosha nyota lakini Kaseja lengo ni kubaki ligi kuu. Kocha Prisoni akalia kuti kavu. na gazeti la Machinga linaandika kocha Moroko atangaza kikosi cha Stars. Simba isambua Dodoma Jiji, kibwato wa, wa gundu la mabao. Dube aitwa kikosini Zimbabwe, so wa Yanga ni swala la muda tu. Hiyo ni habari kule gazeti lako la Machinga, ukurasa wa ukura michezo. Lakini gazeti lako la habari leo kuna la michezo naandika e, simba Simba ya isulubu Dodoma jiji goli sita kwa sifuri nyota wa Yanga wapewa mapumziko, lakini Samata nje. Stars mnoga Kelvin John ndani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la kula, habari leo ukurasa wa michezo, na gazeti la Nipashe linaandika Simba ya nguruma yaipasua Dodoma jiji, ahwa apa kileleni kwa mabao kibu naye. Lakini kwa gazeti la michezo, gazeti la Mwanaspoti linaandika ahwa ashirikiki kibu wa gundu hapo vipi? Ndo swali la kujiuliza. Ilo ni gazeti lako la Mwanaspoti, kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako eh, la michezo sasa tuingie kwa watani wa jaji, Simba na Yanga. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la Msimbazi lenye nandika Fadru anika madini yake. Ndio habari inaanza kwenye gazeti lako la Msimbazi, Mbugi na Almasri ni pale pale lupaso, lakini kama mbwai iwe mbwai tu. Simba ya jibu mapigo ya Yanga, si wanaitaka shari, wataipata e. lakini bado wanasema kuna Nigeria awasiri Dar es Salaam kimya kimya, ni striker mabao lisilocheka e, li na yoyote I say. Yuna bari kwenye gazeti lako la Msimbazi, kurasa zako za michezo, lakini tukiangazia Jangwani, gazeti la Wananchi lenye linasema Prince Dube aliya kuikosa dabi lakini Yanga kupewa pointi tatu e, Yanga kupewa pointi tatu. Mkameruni huyu Dilidani Yanga, lakini soa abadili kila kitu. Yanga ujio wake wabadili mfumo wa wachezaji, lakini tayari kashaandaliwa jezi yake kabisa. Kocha aumiza kichwa kupanga kikosi, lakini maamuzi magumu kamati Yanga viongozi e, msimamo wake waishika pabaya. Bodi ya ligi wanasheria e, mgongolwa